I amin mean, flanks ya pembeni kabi pembeni ya Yusuf Dayo, mm, Lakini kuna time ambayo walikuja kubadilika baada ya walikuja kubadilika baada ya kupata goli la kwanza la Simba walijaza mm, viungo wengi katikati. Wengi. Mm. Amza Musui, nani yule Ahmed Meidi ambaye alifunga goli la la usaidi. Mm. Wengi katikati. Baadaye alipokuja kubadilika na tayari eneo la katikati Simba kwa dakika 15 shazidiwa wakafanya consistence wa kile ambacho walikifanya, of course, lakini hawakucheza kwenye pattern moja ile ile kama ambavyo Simba walicheza kwenye 4 3 3, mm. na pattern pattern ya Simba alikuja kubadilika kipindi cha pili baada ya kuingia Valentino Uma, akaenda kuongeza idadi ya watu kule nyuma, ikawa defender watano kwa ajili ya kupunguza pressure, yeah na ukijaribu ukijaribu kufuatilia vizuri kila ambacho uh, wanakifanya ama, mara nyingi pia, mwalimu alikuwa amekuwa akipendelea mfumo wa 4-1-4-1 maana mm. yake, kuna kipindi ambacho uh, huyu Lamine Kamara anacheza kama Uh, kiungo wa wa kusaidia pale kwenye ulinzi, of course, uh, maana yake wale wanne ile ule mstari <coughs> wa kwanza wa wanne, alafu yeye anabaki pale uh, yeah, yeah, kama yeah. single number 6 yani kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye speaking of kwenye kiungo ilikuwa ni ilikuwa ni 5 against against 2 2 out out three against 2 hmm. alafu a au kwa kwenye hiyo hiyo hiyo namba una mtu hmm. kama Madu Kamara ambaye yeah, ana speed ana, ana kila kitu ambacho kinahitajika kwa, kwa, kwa kiungo mm. Alafu huku amba, kidogo ambaye alikuwa anabatana naye Kagoma yeah, of course kwenye kuvunja kuni kwenye kufuata mali chini, kwa sababu hata ukiangalia ukiangalia ukiangalia takwimu za Kagoma mm. hayuko mbali sana mm. Ila ambacho Kagoma Kagoma kazidiwa, timu ilikuwa timu ilikuwa iko timu ilikuwa iko chini yeah. Kagoma dakika 90 hajafunga gol, hajatengeneza chance yote wala kupiga shuti mm. lakini touches, kagusa mpira mara 58 mm. pass kwenye lao la mpinzani kapiga mara 4 mm. Of mipira mirefu kapiga mmoja, amepoteza mpira mara moja. Tackles kaenda mara tatu, ka win mbili. Clearance kafanya mbili. Mpira kichwa kapiga mara mara moja. Recovery kafanya mara tano. Mamadula uh, Lamin Kamara kafanya mara mara sita mm. Alafu mipira chini kaenda mara tisa, kawini win mipira mitatu. Mipira ya juu hakuna, alienda hata mmoja. Hajafanya hajafanywa faulu, ila kafanya faulu mara mara tano yeah. Kamara ni pure talent. yeah. huyu jamaa ni deep lining maker. ana nguvu lakini pia kimo kinamsaidia urefu wa futi sita inchi nne. that's why. ehe, na zipo pia dalifa ambazo zinamhusisha na Ahali, Ahali unamtaka huyu jamaa kama mbadala wa ding. eh. yeah, japokuwa pia kuna vilabu Ulaya pia zinasemekana watu wameka mfunga mrefu lakini bekana bado wamekunja wamekunja. na unajua kitu pekee ambacho kina kina kina, support au kinawasaidia. unajua huyu Kamara anaonekana hivi ana miaka 22 yani, hey. So, yani tunavyomwona sisi hapa na hapo, ana kama miaka 22, hapo ana kama miaka nane hivi mbele yake mbele yake mpaka kuja kufikisha <laughs> miaka 30, kama ndio inakuwa ile kama ile sasa, una mchezaji unaanza kuonekana umekuwa, unaanza kwenda kwenye ile legend. Kitu pekee ambacho kinakuuza ni huyu jamaa anasimamiwa au amekulia ame kwenye kituo cha cha academy au agency ambayo kinaitwa Land Sport Group. Ah, hii academy ni mm. Au hichi kituo ni kituo ambacho kimewalea mastaa wengi na kinawasimamia mastaa wengi mm. Akiwemo pia Milos Kerkezi, huyu ni left back wa FC Bournemouth. Eh, lakini pia yupo Andy Onana yeah. Manchester United goalkeeper, yeah. eh, Federico Chiesa yeah. eh, winga wa Liverpool mm. na Nikola nicola Minkovic yeah. Nottingham Forest. Kwa so, wachezaji wote hawa unaona wanasimamiwa na hii e, e, agency inaitwa Lance Sports Group. mm. kitu pekee ambacho kinapelekea ile performance ya wa wachezaji na muendelezo. Kwa hiyo uwezo mm. unaweza usiwezi, nikashangaa kumwona huyo e, Mamadou Kamara baada ya kutoka barikani tukamwona Ufaransa au tukamwona Spain timu eh. yoyote eh. kutokana ah, na msimamizi, dhani sio hype kwenye game moja tu umekuja um, kuka, um, kukamia game moja yeah. Hiyo consistency yeah, consistency eh hiyo, kwa sababu unajua hata uh, hata tulikuwa tunazungumza msimu, uh, last week mm. unajua hata tulikuwa tunazungumza bikani last week, tulikuwa tunazungumza bikani ya kina Osama Lamlui, nah, wakina dai yeah. tulikuwa tunazungumzi kamara, hatuzungumzi kamara uh, kamara, lakini kamara tumeenda kumuona kwenye game mm lakini kama umetazama game za Bigana of course, kama wao watakuwa utakuwa umeona umeona shughuli yake jinsi ilivyo, of course numbers jinsi zinavyo numbers jinsi zinavyozungumza zinavyozungumza moto ambao ana anawasha. That's why ilikuwa hata hatuna hatuna noma na eneo la katikati la kiungo la la la Bigana, of course. Lakini baada ya kuiona game wenyewe hata Simba wenyewe walipoingia wakaona moto umekuwa umekuwa mkali, turudi nyuma tujibange tena, kwa sababu tukiforce kwa na mbele tunaweza kuchukua nyingi na mambo mambo yakaribika sasa hivi mm. Kinachosubiriwa nadhani ni uwanja, tamko rasmi la uwanja utakotumika, yeah mm. Juzi coach Fadlu anasema sheria iko wazi, wamecheza kwetu, wamecheza mm, tumecheza kwao mm, nao anabidi waje kwetu, lakini akisema hata tucheze hapa mchezo wa pili hamna noma, amnanoma. E, tutakipiga hapa hapa popote pale, sisi ni kambi kwa sababu sheria zipo na zina